Karibuni sana katika chaneli yangu, msisahau kulike, comment na kusubscribe ili msipitwe na video zinazofuatia. Leo tunapamba keki ya pembe nne, hizo ni inchi ni nane nane, nimeunganisha mbili. Kwa hiyo utapika kwa vipimo vyako ambavyo unahisi utaweka nani. Baada ya hapo, nimeacha zimepoa, kisha nikaanza kupamba. Hapo nilichonga keki nikaweka baada ya kuunganisha. Hapo nikaanza kuweka vijiti baada ya hapo nikachunga kidogo sehemu ambazo zilizozidi. Baada ya kumaliza nikaanza kuweka koti ya kwanza. Kama una swali maana ushaliweka kwenye comment. Pia unaweza kupitia video mbali mbali. Hapa, nimeshaweka kwenye channel yangu kajifunza vitu mbalimbali vinavyohusu keki kupika pamoja na kupamba kuandaa butter cream na fondant. Baada ya kumaliza kupaka koti ya kwanza kama hivyo nakuja naendelea hapo, napaka koti ya pili. Kwa wale ambao hawaelewi jinsi ya kupata butter cream nyeupe kuna video nimeweka YouTube kwenye chaneli yangu pia, jinsi ya kuandaa bata kinyeupe kabisa, unaweza kaona, nikafanyia mazoezi. Baada ya kuweka kama hivo, nikuja nikaweka kwa juu hapa. Kuna sample mteja alinitumia na nozo ambayo tutatumia ni nozo ile ya matawi. Alisema kuweka rangi ya blue pamoja na rangi nyeupe pembeni, ndio ilikuwa inatumika nozo ya matawi kama hivyo tunavyoona baada ya kumaliza kuweka pembeni nikuja, nikatumia nikaendelea kupamba huko kwa pembeni mpaka nilipomaliza, nikaendelea na hatua nyingine. Utofautishe kati ya nozo ya majani na nozo ya matawi kama hiyo. Nikaendelea kupamba mpaka keki yangu ilivyokamilika, nikaendelea na hatua nyingine. Kama una swali, maoni na, na ushauri weka kwenye comment. Pia unaweza ukapitia video mbalimbali mbali, ukafanya mazoezi. Keki ni mazoezi, mwanzoni inakuwaga kazi kwa sababu mkono unakuwa haujazoea. Kwa jitahidi mkono wako ufanyishe mazoezi ili uweze kuzoea. Fanya mazoezi, nunua vifaa, bila hivyo ni kazi sana kuzoea. Baada ya hapo nikasawazisha kidogo kwa juu, kisha nikaja kuweka maua yangu. Maua yayo niliweka kwa kutumia nozo ya emwani. Jitahidi pia uwe na nozo tofauti tofauti kwa ajili ya kupendezesha kazi zako. Kama hivyo tunavyoona kwenye video yetu hapo ni kazi ya kuweka maua. Mteja alitaka rangi ya bluu pamoja na rangi nyeupe. Keki ilikuwa ya mtoto wa kiume. Kwa hiyo hapo ndo tukaweka kama hivyo. Naweza kaja, mteja anakwambia nataka umbo la lavu, umbo la pembe nne, kama hivyo, umbo la duara. Mwingine anataka fupi anataka ndefu. Wewe mwenyewe unamuuliza unamshauri, kama unaona kuna sehemu inatakiwa ushauri, basi unakuwa umefanya kitu kizuri. Nikuja nikaongeza na kipepeo, na pia nikuja nikaweka na vipipi na topa ya birthday, bila kusahau jina la mhusika, nika spray dust yangu, na baada ya hapo keki yangu ikawa tayari. Jitahidi uwe na sample tofauti tofauti za keki ili kupendezesha kazi zako. Hata mtu akikuomba sample, unakuwa nazo nyingi za kumwonyesha, ili anachagua ipi ambayo anapenda. Kama hivyo kaweka na vipipi kama tunavyoona kwenye video yetu. Jitahidi sana keki zako ziwe tamu kuanzia ndani mpaka nje, Mwonekano mzuri, jitahidi upambe vizuri kama hivyo. Baada ya hapo, nika spray dust yangu, baada ya kumaliza keki yangu ikawa tayari kama inavyoonekana. Imependeza, ni simple, haina mambo mengi, inavutia pia, imechambuka, ni tamu sana. Karibuni sana sana sana.